mingi serikali imekuwa ikiendesha kampeni kukabiliana na ugonjwa kifu wa kifua kikuu. Licha ya juhudi hizi za jadi, ugonjwa huo bado umeendelea kuathiri wakazi katika vijiji kadhaa katika bonde la Kerio. Katika kijiji cha Sigor, hospitali ya pekee inayotoa matibabu ya ugonjwa huo imezidiwa na wagonjwa, huku hofu ya maambukizi zaidi ikiibuka. Colin Shitebai anaarifu katika mji wa Sigor, kaunti ya Pokot Magharibi. Manyata hii ya muda sasa imekuwa makao ya ugonjwa wa kifua kikuu kwa miezi kadhaa. Huyu ni Mama Chepkesa Sikiru, amejitenga na familia yake kwa miezi tisa sasa ili kupata matibabu. <coughs> Safari ya Mama Chepkesa ya zaidi ya kilomita mia mbili kutoka Tiati si rahisi. Ni safari ya matumaini, maumivu na tahadhari. Anasema kila abiria aliyekuwa naye njiani huenda alikuwa hatarini. Nilifikiria ni homa, lakini nilipozidi, nikaambiwa nisafiri hadi Sigor, ndio wanajua kupima, nikapatikana niko na TB. Shadrack Lomukwa, bila kufahamu alichokuwa akiugua, pia alisafiri kutoka Baringo, zaidi ya kilomita mia mbili kufika kwenye kituo hiki, katika hospitali ya kaunti ndogo ya Sigor. Ugu sikuwa nasishika kitu sasa, nilikaamba nikasema, mbona sitembei, mbona sishiki kitu hapo ndio imekuwa shida. Mimi nilikuwa napika pombe nikikunywa kwa kikombe moja na watu, hapo ndio najua nilipata TB. Waliambia kusiwe daktari, mii nilikuwa nakunywa oche, nikuambia ukweli, nilikuwa nakunywa. Sasa wakaniambia hii shida maybe itakuwa ni mambo ya nini. Wataalamu wa afya wanasema hali hii imezidiwa na uchache wa ufahamu kuhusu hatari ya ugonjwa huu katika eneo pana la Kerio Valley. Ile tunaita case notification rate ya county ya Pokot Magharibi ilikuwa 228,000 per 100,000 population, e, iko juu kiasi. Kituo cha suluhu za afya nchini CHS, chini ya mpango wa tamatisha TB unaofadhiliwa na USAID, kimezindua tathmini maalum katika maeneo mashinani ili kubaini changamoto halisi na kupendekeza njia bora za kudhibiti TB. Wito sasa ukitolewa kwa serikali na mashirika mengine yasiyokuwa ya, ya kiserikali kuwasaidia wagonjwa na ugua maradhi ya TB kufika katika hospitali ili kupata matibabu. Collins, shit ya bai, Runinga ya Citizen eneo la Sigor kaunti ya Pokot.